Tukisalia na hayo ya SHA, mamia ya wa wakenya wanaoishi na virusi vya HIV pamoja na wale walio na magonjwa ambukizi na mashirika mbalimbali waliandamana jijini Nairobi wakitaka matibabu yao kujumuishwa kwenye bima ya kitaifa ya SHA. Wanasema mzigo wa kugharamia matibabu ya magonjwa umewalemea. Lulu Hassan ana maelezo zaidi. Ndiyo athari ya kupunguzwa kwa ufadhili wa magonjwa maambukizi unaotekelezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Na sasa kilio kimewapata wengi, na hapa hawakuwa na namna ila kupaza sauti zao barabarani ili kilio chao kisikike. Toka jumba la NASCOP hadi Afya House, sauti zinazoashiria kutoridhika kwa Wakenya takriban milioni moja nukta nne na sasa wanahisi kutengwa na mamlaka ya bima ya SHA huku wakikiri kwamba wengi wanaoishi na virusi vya ukimwi wanakabiliwa na madhila ya kila aina, ukosefu wa vipimo muhimu ukiwaweka kwenye hatari kubwa To na kinachowakatamaini ni kwamba kadri siku zinavyosonga na wanapoendelea kuhangaika wakitafuta usaidizi, takwimu zinazotolewa na mashirika mbalimbali ni za kutamausha. Sasa wametoa matakwa dhidi ya baraza la kitaifa linalodhibiti magonjwa ya maambukizi. Kulingana nao, wizara ya afya inawasaidia tu na, na dawa za kupunguza makali ya ukimwi. Na sasa ombi lao ni serikali wasikize, kwa kujibu waraka waliotuma katika afisi ya wizara ya afya, kwani hali siyo hali. Lulu Hassan, Citizen Nipashe,